Shirika la wambea duniani leo lina ubuyu ubuyu mzito, kuhusiana na mwanadada wa Bongo Movie anaitwa Nikol Shilawadu. Wamenasa sauti yake akitoa malalamiko kwa rafiki yake dhidi ya noni hino na dada yetu mwingine. Katika klipi hiyo, Nikola anasikika akilalamika kwamba eti tangu ajifungue miezi mitatu iliyopita noni hino hata ajatia mguu kwenda kumwona mtoto wake. Eh, maana mtoto ni wa baba na mama. Sasa Nikola nalalamika kwamba eti noni hino ana urafiki wa karibu na dada yetu misimo. Wakati wewe unasikiza hiyo sauti mimi ngoja nio je msisimko wa kukakola ya baridi niliamshe dude. Alafu huyu mwanaume alianza kumtafuta tena, babake mtoto kaanza kumtafuta, mimi nikafata kimazoea na kumbe mambo alionifanyia kwa kweli si nzuri. Ah toka na Vanessa Mdee. Eh, wana wana ishi wote hotelini. Na ni kwa hiyo ukiangalia ni maana ishi ni shiku, ni siku imenikia sisi. Kwa sababu ni kesi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mama mdogo kaniambia, je, kwa ni bora ukamwambia tu baba kitu kwamba mwanae amelazwa eh, kwa sababu mmeanza kuongea mwambie tu mimi kwa mwanae mwanao

Wanaitana kaka dada, mpaka huyo mwanaume <laughs> akawa na mpisi kaneka Instagram, mai dada wanaokiana kikopa kopa. Basi mimi nikakaa kimya, nikamuguza mwanangu kapona, tukaendelea na maisha. Akajuzi kwanza kakana mtoto ana nini, kamea na maziwa na mazi, pampers kama unataka kunaniliu kunaniliu kumletea <laughs> mlezi na nilii njo muone nyumbani mtakuja. Aya, poa. Kijana kamtoa yeah. From nowhere akamtumia meseji ukiblok na kublok no, ukiniblokua unakuta nimekublok. Halo, niko Be. Uko wapi ndugu yangu niko, sino ndoni? Unafanya nini wewe? Nauza viatu. hey, ushaanza kuuza viatu? Mtoto wako si mdogo sana yule hey lakini samedi. Ah, huko Kwa hiyo una duka lako au una vitembeza kama machinga? Unavitembeza. Ah, sasa ni kwao. mimi naitwa Sudi Brown. Uh -huh. Kuna sauti yako aisee, imevuja huko inatambaa kwenye mtandao huko kama vile chatu ukimpa nani majani hivi. <laughs> mhm. Mm, Unasikika unatoa povu. Mimi natoa povu gani tena jamani? Eh, hey, umesema sijui jokes kumbe na viimani wameachana. Eh. Hey. <laughs> Mm-hmm. Em, kwanza nipe tano taya mbalimbali kwa huo ubuyu. Jamani jamani, jamani kudi. Hasa mi mambo ya Jux na Vanessa <laughs> na yajuaje? Sasa na si ndo mkuulize wewe. Mi Vanessa sio mshikaji wangu wala Jux sio mshikaji wangu. Kwanza tu, yaani kama hivi kama ni apa, unasema, bas, Vanessa ni kama watu wa Marekani na mimi tunataka kumuona kwa sisi kujua hizo story, kama umeachana kama ni kule umeachana au uongo. Kwenye hii sauti ninayo hapa unasema hivyo, basi hiyo sauti sio yangu, au ni play hivi nisikie. Hey, wakati wewe mwenyewe unaijua. Sikia, ehe, umesema yeah, Vanessa anatoka na huyo baba mtoto wako. Mimi nilisikia lakini sina uhakika, lakini ndio, ah nikuiba au mambo ya wivu wivu tu ndio maana unamuisi? Mimi simuisi bana, siwezi sikumuisia tu mtu. Mimi nilipata hizo story, lakini mtu ambaye huwa wako karibu, yani mtu ambaye uko ni karibu sana kipindi kile, mimi hata sina mwisitu, ala, mimi kwa mimi najua ni mtu wake wa karibu sana, kiasi kwamba nilipoanza kusikia hizo story yani nikajua labda kweli, kwa sababu ule ukaribu wao yaani umekuwa iwe sana sana sana, k lakini wa kama natoka naye, maanake sijawakamata wala sijawasimania. Kwenye hii clip ambayo inavuja, unasikika unasema kwamba ulipiga simu simu, akaipokea akaipokea. Clip ni vi. vipi? Ulimpigia simu Shemela? <laughs> Aiae mwanamke, ee o ksa mwenyewe, kumbe baba mtoto hajamuona mtoto tangu azaliwe? <coughs> Heyo, <isce> so kama mtoto maa kama alimekaa kiphivatusai imetukana na we umetotoa wapi? mska kwenye hii sauti ambayo nimeinasa, unasikika unasema hivyo <laughs> mi sijasema, lakini ki, ki, kitu ni kitu ambacho ni kweli, sio uongo, ni kweli, hajamuona mtoto ahh. Na ndo rafiki yake wa karibu sana na vimani. <laughs> mi najua wako karibu, najua wako close marafiki, sijui hivyo, mi labda muulize yeye mwenyewe, lakini mi najua ni marafiki wako close hajawahi kumtambulisha kwake, hivyo mi nilimuuliza, akanenda ni dada yake Vanessa Mdee. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. mm. baadaye baadaye, tangu jana, mbona unatukosesha uhondo viimani? hatushindi <laughs>